Ah, kwa jina naitwa Mashavu Bakari Juma, ni mgombea wa ubunge jimbo la Chumbuni kwa tiketi ya ACT Wazalendo. Ama kwa kusema kweli, panavyofahamu chaguzi zote zilizopita na huu wa 2025 kulikuwa hakuna uchaguzi, kulikuwa kuna uchafuzi, kulikuwa kuna mambo ya kujirwa meza, kulikuwa kuna kadhia mbalimbali ambazo zimetukuta kwanza mimi mgombea kile kitambulisho ambacho cha kunifanya mi nimemgombea aineke hawakutoa, hawakunipa mimi wala mawakala wangu. Nilichofanya, nilichukua picha ndogo passport size ambayo inaonesha, nina, nina, nina beba bangu la mgombea. Nilipofika kituoni asubuhi kituo changu cha Chumbu skuli ya Mwema Makumbi nikakuta mawakala wote wa aineke wametolewa nje wazeki wamepangwa foleni kawaida. Unapofanyika uchaguzi, kila mgombea anapaswa kuweka wakala wake wa kumwangalizia kura zake na kuhesabu kura zake, lakini mwaka huu haukufanyika huo. Kilichofanyika mara hii ni uhuni na ubadhirifu wa haki ya Wazanzibari. Ana, naambiwa wakala wa INEC ataingia saa kumi kwa kuhesabu kura na nikawauliza saa kumi anaenda kuhesabu kura ipi, wakati hana uhakika nao kama ile kura mle ndani imepigwa? Kaambiwa kwa sababu hizi itume zimeshirikiana. Nkaambia hapana, wakati mnatusomesha mlituambia mna tume mbili, mna tume ya Zeki, mna tume ya Ainek. Kwa nini Ainek wakala ashindwe kuingia? Kwa maana hapa mna mchezo. Na ni kweli palikuwa pana mchezo. Tumekwenda katika harakati zile. Ukiingia katika katika jimbo langu, mlikuwa kuna shehia sita ambazo mlikuwa mna vituo sita, na kila kituo mlikuwa mna vituturi vinane. Kwa hivyo mimi nakuja jimbo langu kitawi la Mwembemakumbi nini, skuli ya Mwembemakumbi kuja kufanya msindikizo, mawakala waingizwe katika vituo. Wakishakuingizwa katika vituo, nikisema naondoka pale, nakwenda katika kituo cha Maroko, cha masumbani basi kuna mtu special yule mama akishaondoka mgombea ubunge wale wote wanatolewa. Ilikuwa ni kaza, kazi ndio hiyo. Nimekuwa kama mtu wa safari, mara nitembee vituo vyote sita kuhakikisha kuwa mawakala wanaingia. Lakini la kusikitisha na la kushangaza, mawakala wale wa INEC hakuingizwa. Hao wazeki waliojaliwa kubahatika kuingia, ulikuwa ukiona kitu ambacho kiko nje na utaratibu wa uchaguzi na kanuni na mwongozo ukisema wanatolewa nje. Almost vituo vyote vilikuwa viko open, kwa hivyo walikuwa wakicheza mchezo wao ambao wamekusudia. Saa nane kamili naambiwa mgombea, njoo ndani, kituturi namba nane, chumba namba nane, na ninakwenda namkuta msimamizi ana kitabu anazigonga kura anatia, nilivyojaribu kuhoji Anamwambia wewe sikazi. Ananiambia wewe sikazi yako. Nikajitambulisha, nikamwambia mimi ni mgombea, akaniambia hata kama mgombea, wewe mgombea wa CCM mwenzio yuko. Nikamwambia mgombea wa CCM, kwa sababu hao wote wa vyama vya mashirika hivyo wote ni CCM na ninawajua kwa majina. Nikamwambia wewe ni mgeni, wewe msimamizi ni mgeni, lakini sisi hapa tunajuana, hao wote nawafahamu, wote ni CCM na nyinyi, haki yangu ya msingi. Lakini alichotoa kauli chafu, na nilikuwa nimemzidi umri, akamwambia askari mtoe nikamwambia baada ya uchaguzi kuna maisha, lakini baada ya maisha kuna mauti. Sina pa kugoma, sina pa kushtaki, nitapambana mpaka tone langu la mwisho, sauti yangu isikike kama mnatudhulumu. Akanijibu usiniambie, bali usipeleke huko. Nikaambia nakupeleka kwa sababu huyu ndo hakimu mwadilifu. Takriban vituo vyote au vituo vyote sita mchezo ulikuwa ni huo, kama umeambizana dharau, kejeli, matusi kashwa lakini, mwisho wa siku wakaleta gari basi tatu ambalesi moja na bajaji mbili. Kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na vijana ambao mawakala wangu waliotolewa, niliwaambia msiondoke katika kituo cha mwema kumbi, tukazizuia zile, na nikawaambia askari, hawa waloletwa tayari walishapiga kura. Askari akanibishia, lakini nikamwambia kahuamini, tuwazuie, funga mlango na askari alifunga mlango. Alipofunga mlango, akaambia haya, kina mama nendeni kwa mama mwenzenu mie, kina baba njoni hapa kuja kuangalia katika mikono yao, tayari wana wino, ikabidi wageuke. Walivyoona wamegeuka wale, wakaenda kumwambia bwana wao alowatuma, ambaye mgombea mwenzangu, mpinzani wangu. Muda si muda, zikaletwa defender mbili, lakini defender ile kwa bahati ya askari alikuwa kwa kambi hapa hapa, na fujo, wakaondoka, tukaendelea, mchezo ule ukaendelea wakala wa ai wa zeki wa aina alibahatika kubaki ndani katika kituo, walikuwa hawajamshtukia akanipigia simu akaniambia, madam njoo huku, kuna kura zinapigwa nyingi, wanapiga sasa. Yani wamechanganyikiwa wame kura zile zilipigwa mpaka saa kumi na moja, wakati wa kuhesabu kura bado wao wanapiga kura. Wakala wangu walivyokuwa akisema vile akatolewa nje. Wakati wa kuhesabu kura nikaingia mimi kama mimi mgombea kilichotokea hapo ni kuambiwa mimi nikatolewa nje, sina ruhusa ya kuingia. Likafunguliwa sanduku moja, zikamiminwa, lakini kumiminwa, mawakala wakakaa karibu mita mia, kule hawana ruhusa ya kuangalia. Wakazisabu, wakazisabu wanavyotaka wao, kwa sababu hakuweka chini tukaona sote, lakini mimi nikatolewa nje na wakala wangu wakatolewa nje. Akapewa hisabu tu, kwa kura zako zilikuwa kiasi fulani. Wakala wangu kwa hasira akawambia, mbona hizi mnazonipa mnazo nipa na hizi mnazozipachika kwenye ukuta ni vitu viwili tofauti. Wakamwambia wewe ulipaswa uangalie tu na sio kusema jambo lingine. Wakala wangu alikasirika na kilichotokea ni kumtoa nje, wakamwambia kwa kachana karatasi, akachukuliwa na polisi akalazwa ndani. Kwa hivyo uchaguzi huu wa 2025 kulikuwa hakuna uchaguzi, kulikuwa kuna uchafuzi na vile vile ni kuhatarisha maisha ya watu. Kwa hivyo kama sisi kama mimi mgombea wa jimbo la Chumbuni pamoja na mazengo yote yale walofanya lakini nilishinda kwa kura nyingi na vizuri, kwa sababu tunajuana na watu wenyewe, walikuwa kinipigia simu, mama umeshinda, mama umeshinda, na ninathibitisha kweli kuwa nilishinda. Mpinzani wangu nilimshinda, lakini walifanya hivyo wanavyofanya kawaida, lakini huu sio uchaguzi. Uhuru na haki haikutendeka. Kwa jina, naitwa Bella Juma, ni mgombea wa jimbo la Gwaduni, kwa kitu cha jimbo la nani, nafasi ya ubunge Ukweli mara hii kuna mambo yaliyofanyika ni ya maajabu ajabu. Kwanza tarehe ishirini na nane uchaguzi wa mwanzo, ni mimi nilikwenda katika katika kituo cha upiga kura alimwamelisheni, lakini bahati mbaya na bahati, ze, bahati mbaya wakasema wewe usiki jamaa, mimi ningombea si usiki. Haya, nikarudi wewe, kwa sababu mimi nikatoka nikarudi, kwa baadhi siku ya pili Matadi, kwanza siku ile ile matatizo wima... mengi ndio ndio na, na, na vijana nikajiandaa mimi. Na pale ninafika mimi siku ile ya 28 naona magari ya polisi, mabasi na matre, na matreka yanaleta watu kwa, kwa, wengi sana, wengi sana, wengi sana ambao ni watu ambao kwa hata kama hawapungui watu kwa watu kama elfu tano kama elfu sita kwa hiyo kwa eneo moja hilo. Na watu wale ambao watu 50. Baadaye siku ya pili kwa kwenye uchaguzi mimi nilifika nilifika tumekuja ambao ndio zoni yangu, kufika kule nikakuta watu, lakini baada kufika tu kama saa moja na nusu nikapiga simu Mwembeni, e bwana, njoo Mwembeni huko, kwa makala tumezuiwa na watu wa wa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa vyama vingi na shingia ndani. Mimi nikufika pale nikapata watu, kwa sababu mimi mgombea sina kitambulisho, makala yangu ni kitambulisho, kwa hivyo ikabidi wakazuiwa. Mimi nikaenda nikapata watu nikampigia simu muhusika, hata alipokuja kasimu, watu washaingia ndani kwa muda mrefu sana, ambao watu zamani wa sana wameingia ndani. Nikapigwa simu tumekuja nikapigwa simu tena, wapi ni Kiswandui, hali ni hiyo hiyo, watu wameingia ndani, mawakala wangu wako nje. Kwa bahati nikamkuta mgombea analanda Dale ambaye ni, ni, ni Mheshimiwa Masauni, analanda mgombea kama mimi lakini yeye ana kakati kaka, kichochoroni, sijui alikuwa na dhamiria gani. Mimi nikatoka nikapigwa simu nikenda nike, nike, bebela nikifika, hali hizo hizo, mawakala wako nje, mie mwenyewe nikifika na, na, nafanya tabu ya kuingia ndani a shida ikatupata, nikarudi mimi. nikarudi nikarudi na Miembeni kwa bahati nzuri ndiyo tukapata ukanga, sijui nyinyi hamna mawakala. Mawakala itakuwa ni mmoja tuwazeki Ene itakuwa na ah, tumeamua. Nika wakuda, mawakala nikawambia ilikuwaje? na kila kila mgombea anawakala wake, hii tumeamua kusab kila chama, nikawakuta mawakala wavyama vyoche vya marafiki na CCM wako ndani, wamekaa sasa. Kazi hiyo kataku hesabu sasa, kwanza nikapigiwa simu mimi, saa kumi saa na mbili saa kumi kuna kituo kuna, cha bembela wapiga kura wasimamizwa wa kura makarani wamejifulia ndani na kura, na watu watue na askari na watu watuni mimi nikaenda mbio. Nilipofika na nilipofika na Kaunda kweli, nikagonga mlango nikagonga mlango mpaka karibu kavunja, akafungua askari, nikamuuliza wewe askari wewe wewe askari wewe wewe askari mara tano, wewe askari wewe, wewe unafungia watu katika tupiga kuna, wewe ni mdhamini wewe, ni mpiga amani, na tunahitaji sisi wagombea na nyinyi tuna amani leo, nyema nyema, karibu nafanya nini hapa? Ah si, si watu wana sadi kambi, wewe mwanamke wewe mwanamke na watu wa kisadi na wanawake, bahati mbaya na bahati bale pale, nikapata kambi ya ndefu akadoa kabla ya hapo, kuna mwanamke alikuwa anachukua watu akitupiwa ndani, anachukua na paper nje, anachukua watu pia anapiga ndani. Ukienda ndani ndio wengine, kuna kuna mwana karani anakuja bele paper, anazikia mwili, anangoja watu. Mimi namuza hizi ah, kwa hakiba kama hakuja. Je, kwa ukweli hakuwa na uchaguzi? Kulikuwa na uchaguzi na ukweli, uchaguzi ni haramu kabisa. Wala hauwezi ukasema ni uchaguzi. U, huu ni uchaguzi ambao ni wizi wa halali, ambao ukienda vichochoroni unakuta Zanzibar, na magengi yamekaa upande wa msikitini. Uh, uh, uh, uh, uh, kule kuna vigengi vimekaa, watu wana makaratasi ya kupiga kura. Kwa taarifa nilizo nazo niliambiwa alikuja kichochoro na, na, na, na bailoti sita nani Masauni kapiga kura hicho na pia <imeka> <ADA>. <imeka> <Arctic topic> alikuwa karani akimaliza anakuja kwa Masauni. Mimi niko nimejiona nimejificha, sijua anakuja na karatasi Masauni anaandika bwana kama yeye ndiye anapokea ripoti kwanza. Kwa taarifa, Masauni yule karani anatoa taarifa na ile karani anatoa anaandika anaandika kwenye kwenye vituo kwenye mama hesabu. Ukiangalia hesabu yetu, wako mbali sana, ambao hawaoni ukienda kwenye vituo hizo picha anambia fulani yuko eh yuko <tong> wanasema yaki sema ile asikilizwe, wanasema wale watu ambao wa ni wapenzi wa hata kuna wato... Katu... hakuna hata kitu katika jimbo langu, hakuna mpiga kura wa, yaani walio walioandika kwa wagombea waliopata kura hakuna. Kwa hivyo mimi nafikiria ilizoala sisi, mimi sina maana ya kuzihu, nasema uchaguzi ni haramu wala, si haramu wala mesu, mali, na moja kwa moja hakuna. Jina naitwa maa Muhammad Musa ni mgombea ubunge katika jimbo la Shauri Moyo kupitia chama cha ACT Wazalendo zalendo. Kusema kweli siku ya uchaguzi hapakuwa na uchaguzi, palikuwa na uvurugaji wa uchaguzi. Kwa nini nikasema hivyo? Nimesema hivyo kwa sababu mimi binafsi nimeliona tukio hilo la uvurugaji kwa macho yangu kwa sababu ilipofika mida ya saa sita katika vituo watu wameshapungua pungua, pungua, wakaanza kufanya vurugu lao na waloanza walo kufanya vurugu ni wale wasma, wa makarani wa kura makarani wa uchaguzi ambao ni mawakala watume hawa ndio walokuwa wakifanya vurugu, kwa sababu wamethubutu kuzichana kura na kuzitia muhuri na baadaye kuzitumbukiza na visanduku. Kwa kweli nimewashuhudia kwa macho yangu nikiwa mimi kama mgombea na nikaingia kuuliza, mbona mnafanya hivi kwa sababu nyinyi jana yake tayari mmeshapiga kura, leo mbona mnaendelea tena kutia kura? Wakanijibu wakanambia kama jana hatukuwahi si kupiga kura, kwa hiyo tunapiga kura leo. Kwa hiyo mimi nikawaambia, kama ni kupiga kura leo, ina maana unapiga kura moja kwa kila mgombea, kura moja, so unachana kura tano sita, unakwenda kutumbukiza katika kisanduku wakacheka waka kwa kejeli, maanake wakanifanyia kejeli na zarau, wakaendelea vile vile wanazichana kura wanazipiga muhuri alafu wanatumbukiza. Na baadaye wakawaita mawakala, ambao mawakala walokuwepo wote ni mawakala wa CCM. Mawakala wa chama cha ACT Wazalendo walitolewa mapema, hasa wa Ainek. Nilipofika tukituoni pale, mawakala wa Ainek wote waliambiwa kama hawaruhusiwi kuingia katika vyumba, kwa sababu ndani ya chumba cha kupigia kura mna wakala wa mgombea uwakilishi wa ACT kwa hiyo haruhusiwi tena kukaa tena. Wakala wa INEC, akakaa wakala mwingine wa INEC. Kwa hiyo kwa upande wa INEC, mimi nilikuwa sina wakala kusema kweli. Kwa hiyo wow, wao walipo, walipokusha kuwatoa mawakala wangu, ikawa mimi mwenyewe ndo ninahangaika katika vyumba vyote vya kupigia kura na kwenda kupita kuangalia namna upigaji kura unavyopigwa, lakini mote nilimopita ilipofika saa nane kazi yao makarani wa kura ndio walokuwa wakichana kura wakizitumbukiza, kwa sababu wapigaji kura walikuwa wameshamalizika. Anatokea mpigaji kura mmoja mmoja tu anobakia lakini wao walitumia fursa hiyo ya kuzichana zile kura, na nikawauliza mbona mnatia kura, anasema ile ya kura zetu hazijakamilika. Nikawaambia kama hazijakamilika, lakini nyinyi hamruhusiki kupiga tena kura zaidi ya moja. Wanaoruhusika ni wananchi, ndio wapigaji kura, so nyinyi. Akanambia we mama, kelele, usituwekee kelele na utapata presha kwa hili. Nikawambia mimi sipati presha Sitopata presha, lakini wajibu wangu ni kukwambieni ukweli. Kwa hiyo mimi nikawaambia ulikuwa, lakini bado hawakunisikia, nikaingia kwenye kituo. Kwa bahati nikataka kumkamata mmoja askari akaja akanitoa, akaniambia, mama toka, nikatoka. Baadaye nikaenda nikamchukua afisa wa wa uchaguzi wa wajimbo anaitwa Hamis Heri, nikaja kumwambia, twende ukaangalie watu wako wanavyofanya kazi akanifuata mpaka pale kwenye chumba. Baada ya kufika, nikamuonesha nikamwambia watizame wanavyochana kura. Hapana mtu hata mmoja ambaye ni mpiga kura, isipokuwa wao wanachana, wanapiga muhuri, alafu wanazitumbukiza. Wanachana, wanapiga muhuri, wanazitumbukiza. Yeye alipofika pale, Hamis Heri, hakuchukua hatua yoyote, akacheka na baadaye akatoka. Nikamwita askari kuonesha ile hali, askari akaniambia mimi mama naona, lakini sasa utawafanyaje? Nikamwambia huna vya kuwafanya, basi mimi nikaondoka nika pale, nikaenda katika chumba chingine. Kufika kwenye chumba chingine, hali ni hiyo hiyo wanayofanya walipo. Ilipofika time tu, wakaona watu wamepungua, vyumba vyote kazi yao ni hiyo. Ina maana walikuwa wanachana kura, wanazitumbukiza. Wale ma, makarani wa upigishaji kura wao ndo walokuwa wapigaji kura wakubwa. Kwa hiyo nathubutu kusema kama uchaguzi ule mimi sikubaliani nao, na uchaguzi ni si huru wala si haki, na hiyo tume enyewe si huru wala si haki, kwa sababu tume ndio ilosimama kuharibu uchaguzi, kwa sababu waloharibu uchaguzi ni watendaji wa tume, kwa sababu wao watendaji wa tume ndio walokuwa wakichana katasi za kura wakitumbukiza ndani ya visanduku wao. Na nilipouliza wakanambia kama mpaka watimize idadi yao, kwa hiyo namu wakatimiza idadi yao, na walipokwisha kutimiza idadi yao, walipomaliza ndio wakatulia. Na wakati wa kuhesabu niliingia katika chumba cha kuhesabu. Wamemimina sanduku la sandu kwanza, mimi nipo. Waliponiona nipo pale, wakamimina upande mwingine sanduku jengine, kwa sababu mimi nilikuwa sina wakala, imebidi wakala ni mimi. Mimi wakamimina sanduku jengine la mgombea ubunge mbali kule na mgombea urahis wakamimina huku, kwa hiyo kutaka vile kunibabaisha mimi mimi nikakaa pale pa urais naangalia lakini kule kwa ubunge sioni wala hawatangazii kama hii ni kura ya nani ni kura ya nani. Wanaangalia wenyewe na ika upande. Wanaangalia wenyewe na wanazikusanya kura za mgombea wa CCM mpaka zikafika rundo. Hawasemi kama hii ya mgombea gani ya mgombea gani. Walipomaliza hapo wakasema kama CCM ameshashinda, wa wakaandika wenyewe katika katika vitabu vyao wa vile wakataka mimi nitie saini kaanza siwezi kutia saini. Baadaye tena mimi nikaondoka kwenye kituo. Kwa hiyo nathubutu kusema kama haukuwa uchaguzi wa huru na wa haki, na tume ya uchaguzi si huru na si haki. Hiyo tume inaitwa kama ni tume ya INEC, ni tume huru? Si huru, kwa sababu tume huru haiwezi kufanya manyago kwa kama yale. Naitwa Makie Jumaali, nilikuwa mgombea wa uwakilishi jimbo la Kiembe Samaki kupitia ACT Wazalendo. Kwa kweli tumeshiriki katika uchaguzi, lakini kiujumla si uchaguzi kwa sababu yaliyotokezea ni mambo ambayo yametuvunja moyo. Tukianza na uchaguzi wa tarehe tarehe ishirini na nane, tarehe ishirini na nane tuliambiwa ni uchaguzi wa watu maalum ambao wamepeleka maombi tume, lakini waliokuja kupiga kura kweli, kulikuwa kuna vikosi vya ulinzi, lakini pia kulikuwa kuna mawakala kupitia vyama vingine ambao walikuja wakashiriki katika uchaguzi ule, na siku ya pili pia wakaja wakapiga kura. Mbaya zaidi, jeshi la wananchi wa Tanzania ambalo ni jeshi la kulinda mipaka yetu na amani ya nchi yetu, wao ndio walikuwa wa mwanzo kufanya hujuma. Nimefuatana na majeshi, mwisho wa siku nikamwomba afisa wa jimbo atutolee, kwa sababu mtu anakwenda katika kituo namba moja, kituo namba mbili, kituo namba tatu, mpaka anamaliza vituo vyote vinane vilikomo katika kura ya mapema, chuo cha afya Mbweni. Baadaye anarudi tena, anaanza tena kwanza kupiga. Mwisho wa siku nikamkamata bega, nikamwambia naomba utoke. Nikampeleka kwa afisa wa uchaguzi wa jimbo ili afanye amuondoe yule mtu, lakini na walikuwa wengi wengi wengi. Lakini pia watu wa Zeki walishiriki kuwapa kura ambazo sio halali, wanakwenda chooni, wanawajazia kura katika makoti yao, baadaye watu wanarudi wanapiga kura Mbaya zaidi mtu anatoka katika kituo kile alichokuwepo anaingia nyuma ya queue ilokuwepo anaingia tena. Kwa kweli hali ilikuwa si nzuri, hali ilikuwa si shwari na imetuumiza sana kama wagombea. Lakini tukija tarehe ishirini na tisa, tarehe ishirini na tisa mawakala wetu walitolewa ndani ya vyumba vya kupiga kura, ndani ya vituo vya kupiga kura. Unakwenda kuzungumza ama kuuliza shida ni nini? Kwa mfano, uko Shakani, umekwenda, shida ni nini? Ukizungumza nao anarejeshwa, lakini unapigiwa simu, chuo cha Karume tayari mawakala wako ashatolewa. Ukiwarejesha unapigiwa simu, chuo cha afya Mbweni. Kwa hiyo ilikuwa wewe huyu kisha kumrejesha, ukiondoka tu anatolewa, anatolewa tena. Ukimrejesha ukiondoka anatolewa. Kwa kweli kazi ilikuwa ni kubwa na ni ngumu, lakini naisema kwa sababu kama walikuwa hawawezi, kwa nini wakafanya uchaguzi? Mimi ni mshindi na nimeshinda katika jimbo la Kiembe Samaki, kwa sababu walipokisha kuona kura hizi sasa haziwezi kutufikisha popote, imebidi wawape wanachama wa Chama cha Mapinduzi kadi za wapiga kura ambazo wamezitia alama nyuma. Imechukuliwa kadi ya mpiga kura, na nilimtuma mtu wangu aende tume ya uchaguzi Mazizini akatizame katika meza vile vitambulisho vya wapiga kura wa mkoa wetu wilaya kiserikali, wilaya yetu ya Magharibi hii, vitambulisho vipo. Lakini alipokwenda akaniletea salamu, vitambulisho vyote juu ya meza havipo. Na niliporudi baada ya kutizama, watu wanagawiana, ni watu wa chama cha mapinduzi, nawajua, wamepeana. Baadaye vinachukuliwa bila vitambulisho, kinatiwa alama nyuma. Kwa hiyo ukenda kwa yule karani, ama watu wanaokata kura, wakikigeuza nyuma wanaona. Kwa hiyo wanajua huyu mwenzetu kwa hiyo watu walikuwa wanapewa kura kumi kumi, tano tano. Mwisho mtu anakuambia ah, yupo yupo mgombea wa chama fulani yupo hapo, lakini walikuwa hawaogopi hawana kisisi. Sisi tulikaa kama wake wenza, kwa sababu katika kituo ni wakala mmoja na wewe mwenyewe mgombea ukipita pale, kwa hiyo ni watu wawili tu wa mawakala, wote walibakiwa na CCM. Tena mawakala walipokuwa na jeuri na kibri mtu anakuja wewe mgombea hutakiwi kuingia ndani. Kamwambia, kwa kwa mujibu wa sheria mimi mgombea ni mtu mmoja ambaye natakiwa niwemo ndani ya kituo. Kwa hiyo hali ilikuwa si nzuri, lakini kuna saini yao moja nilijua, na tukasema wacha tuitizame kweli hichi kitu. Ulikuwa ukifika unawakazia macho, ukiwakazia macho anajua wewe ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wanakupa kura zaidi ya moja. Hilo jambo lipo, na watu wetu wamepewa hivyo vitu. Kwa hiyo uchaguzi huu haukuwa huru, ulikuwa sio wa haki kwa kweli. Wametufanyia hujuma ili waweze kutangazwa wao washindi, lakini tunasema sisi tumeshinda, na ndio maana wakaleta vitu ambavyo haviko sawa, wakafanya uchafuzi, ucha katika uchaguzi huu. Asanteni sana. Kwa majina, naitwa Buhari Adam Saidi, mgombea udiwani wadi ya Mombasa, kupitia ACT Wazalendo, jimbo la Kembe Samaki. Sisi tunauchukulia uchaguzi huu wa ishirini ishirini na tano kwamba si uchaguzi ni uchafuzi, kwa sababu mimi katika kituo changu cha SOS nilipokwenda nilikuta kuna majanga tofauti tofauti. Kwanza, mawakala wetu waliwekwa mmoja mmoja, ikiwa wajamhuri yataingia mmoja, ikiwa wazeki yataingia mmoja. Cha kushangaza zaidi unawakuta vijana wadogo ambao kiuhalisia mtu anakuwa kada wa Chama cha Mapinduzi, halafu unamweka wakala, halafu wengine jirani yako unamkuta anapandikizwa kwa chama chengine, mfano kafu UDP na nani, jirani yako unamjua ni kada wa Chama cha Mapinduzi, anachukua vijana wenziwe tena, nakutolea mpaka ukali kijana mwenzio. Wengine ni watu wazima, wanawake wamekangangari, anakutoa wewe, anakwambia wewe kama mgombea haiwezekani. Uchaguzi kama huu wa 2025 unamkuta pio. Pio anamwamrisha mskari mtoe wakala, mtoe wakala huyu hatumtaki, sijui hana, hana kadi sijui hana loloti yaani majanga, majanga majanga majanga kila aina. Una mwengine askari polisi wa vituo vya Mazizini, unamshtakia mtu anakuja na kura mia haba, unamkuta Pio anatia kura mara mia, unamwambia askari to mtoe huyu Pio atoke nje. Kuna wa, kuna Pio mmoja ambaye ni mfanyakazi wa tume ya Mazizini ya wilaya sijui ya mkoa, simshamsa au jina, anakwenda kidosti dosti, yeye anachukua kura hasa askari yule pale anashuhudia katika kituo, anasema, sasa mimi mimi bwana chama kutoka taifa sijui mmeboa maagizo kutoka taifa tuachi mwingine nishon kwenda kuikuta. Sasa maana nishon nyingine na mkuta huyo mkuu, sijui kama atume ile ya, ya neki anaosimamia rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa Zanzibar, namfukuza kama mwizi, namwita wewe mwizi mwizi, zinamdondoka kura maelfu kwa maelfu, na observer hao, maobserver ndio wameoza. Yaani uchaguzi huu, yaani tuseme kama siku ya kiyama ilivyokuwa vurugu. Unampiga mtu huyu, unamnyang'anya huyu, tena askari ndio wanaotetea uovu. Tena tunawajua mpaka kwa majina. Anachukuliwa jirani yangu, jirani yangu ni kada wa Chama cha Mapinduzi, anamchukuaji mwanawe, mzazi anaenda kutia kura, ambazo kura wenyewe anatia mia mia. tena unashuhulika na mtu kutoka huku tena we mgombea umekuwa kama unasherehesha ile sherehe. Ukitoka hichi pia yule anatia kura. Ukitingia chumba hichi pia anaingia. Mwisho nikamwambia askari. Nikamwambia askari, nyinyi hamtendi haki kwa sababu kama mnatenda haki kuna maisha baada ya kufa. Askari akasema msitupeleke kwa Mungu. Nikamwambia mimi sitakupeleka kwa Mungu. Nitakupeleka kwa Mungu na Mtume hata kama kashakufa. Nyinyi mnacho mnachokifanya si kizuri kwa sababu wewe, uchaguzi kama huu, mgombea tena unaambua, hakuna ruhusa kuingia kwenye kituo? Pia huyu anakuambia. Nikamwambia, sheria inaniruhusu hichi, hapa kitabu kisome. Mimi ni wa, ni mgombea wa wa Wazalendo, jimbo la Kiembe Samaki, wadi ya Mombasa. Haiwezekani unaambie mimi sheria sheria. Nikamwambia, sheria unajua. Akanambia a atoke, anamwita askari nitoke. Nikamwambia sitoki, katika kituo mimi ruhusa kukaa huko tena wakawa wanapenyeza makura mia mia. Tena wewe ukihangaika, mawakala wetu wote wamewatoa nje, wanasema sijui sijui, wakala mmoja mmoja. Kuna jirani yangu anaitwa Siti, ananambia we buhari, sijui tu, nikamwambia haiwezekani, wakala arudi abadilishwe. Kulikuwa kuna wakala ndio kubadilisha. Pia anamwambia askari, huyu mgombea na wakala huyu hapa analeta fuja fuje kwenye kwenye kwenye kutetea haki yako ina maana wao Chama cha Mapinduzi wameona kwamba hawa makada wao walioweka ndani ndio wakusimamia uchaguzi. Haiwezekani, huu si uchaguzi, huu ni uchafuzi.